Mambo, ni Dr. Florence Kanozo, karibu kwenye episodi nyingine ya eh, Madaktari Mnatuchanganya, na hii ni kazi za ndani edition. Kujibu swali lako, hapana, kazi za ndani sio sawasawa. <gasps> na nitakupa mfano mwepesi tu, na kama huamini hiki inachokisema hao hao mama zetu tunaosemaga kwamba kazi za ndani e, zinawatosha ndo hao hao wanaolalamika maumivu ya visigino, ndo hao hao wanaolalamika maumivu ya nyonga, ndo hao hao wanaolalamika ganzi za mabega. Tumeelewana wataa, kwani dokta, ukifanya kazi za ndani si sasa sana umefanya mazoezi mimi ni, zile, mapu, ni, choka, ni, kani, kazi, ni kani, mama wa nyumbani lakini nina kuku nina ng'ombe nina nguruwe ko uwaga yani kazi zote zile nak nimechoka, nimefanya kazi nikaa, nimefanya mazoezi. Mambo, ni Dr. Florence Kanozo, karibu kwenye episode nyingine ya eh e, madaktari mnatuchanganya, na hii ni kazi za ndani edition. Kujibu swali lako, hapana Kazi za ndani siyo sawa sawa na mazoezi, na nitakupa mfano mwepesi tu. Hebu fikiria gari, gari. Hii gari lina uwezo wa kwenda mbele, lina uwezo wa kurudi nyuma, lina uwezo wa kupanda kilima, lina uwezo wa kupita kwenye barabara ya lami, barabara ya rafu, barabara ya makongoro, na magari tofauti tofauti yana sifa tofauti tofauti, ukizingatia vitu hivyo, si ndio? Hiyo ndiyo gari linavyofanya kazi. Sasa ili gari liweze kufanya kazi kwa ufanisi linahitaji kwenda service, na pia ili gari hata liweze kufanya kazi liwake, liweze kutembea linahitaji mafuta. Mafuta cha kundo, chakula. Service ndio mazoezi, na kwa kuwa kuna service za aina mbalimbali, mazoezi vilevile pia yako ya aina mbalimbali. Unaweza ukafanya cardio, unaweza ukafanya strength training ukanyanyua chuma unaweza ukafanya low intensity exercises kama yoga, meditative exercises kwa kama ilipo service ziko za mbalimbali, ta service matairi kesho, ta service engine kesho, gearbox kesho kile. Na mazoezi kwenye mwili wa mwanadamu pia yako mbalimbali, kwa sababu yana manufaa tofauti tofauti. Tumeelewana? Sasa mwili wa mwanadamu una movement pattern ambazo lazima uweze kuzifanya yani Kukiwa kuna mtoto mchanga huwehuto huto mkuto, hata siku moja mfundisha mtoto mchanga kufanya hizi movement patterns. Ni zipi? Kupush kitu, watoto anazaliwa akiwa anajua kupush something, pia anazaliwa akiwa anajua kupull something. Mtoto anajua kusquat, mtoto anajua kuinama, mtoto baada ya umri fulani anajua kuruka na anajua kuzunguka. Hizi ndizo movement za mwili wa mwanadamu maidia, unavyofanya kazi za ndani, unavyoinama kufagia, unavyoinama kufua, unavyonyoosha mikono juu kufuta vumbi ama kutoa buibui kule juu. Kazi za ndani unazofanya sio mazoezi. Kazi za ndani unazofanya, unafanya vile vitu ambavyo mwanadamu aliyekamilika viungo, mwenye afya anatakiwa aweze kuzifanya. So basically, unafanya shughuli za kibinadamu. Na kama huamini hiki inacho kisema, hao hao mama zetu tunaosemaga kwamba kazi za ndani e, zinawatosha, ndo hao hao wanaolalamika maumivu ya visigino, ndo hao hao wanaolalamika maumivu ya nyonga ndo hao hao wanaolalamika ganzi za mabega. Sasa je, kama kazi za ndani zilikuwa ni mazoezi, imekuwa hayo mazoezi yanakupelekea maumivu ya mwili, maumivu ya misuli, maumivu ya viungo? Mazoezi ni mazoezi, kazi za ndani ni shughuli za kibinadamu. Tumelewa na wapenzi wangu. With that being said, naomba niwakumbushe usajili wa lile kundi letu la WhatsApp. Kwa wale wanaotaka kushiriki mfungo wa Ramadhani na Kwaresma, lakini wana magonjwa ya sukari na presha na hawajui waanzie wapi, wa bado unaendelea. Kwa maelezo zaidi, tafadhali wasiliana nasi kwenye namba hizo hapo. Karibu sana na wapenda. Until next time. Mwah.